Kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto, ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa. Mimi nimewashangaa hawa hawa hawa wacheza film, nilitegemea watoe statement wao kwanza chama chao waigizaji. Kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo? Linaingiza mapato makubwa kwa nchi. Rais wa nchi kacheza filmu. Wacheza filmu duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira, unasema mkacheze sinema? Maanake unadharau industry hawa, unadharau kazi kubwa waliofanya waigizaji wa Tanzania, unaona ni jambo la hovyohovyo hovyo hivi lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga, keshatengeneza mazingira, ukimjibu, ukisema unafungiwa, wanaogopa. Lakini walipaswa wao, viongozi wa Yanga, watoe statement immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atakuwa atamvisha paka kengele? Waoga wa kufungiwa. Hata sisi wengine nifungie hata miaka milioni, don't care. Nafanya shughuli nyingine na mambo mengine napata riski katika njia nyingine. Hata mkisema huyu bwana mdau afungiwe, lakini nasema kwamba hili jambo amekosea na ni dharau kwa mpira. Lugha za kiongozi mkuu wa taasisi lazima ziwe na approach nzuri. Watu siku hizi wanasema machawa au machawa Mama Samia. Wengine sio machawa, wengine wanamsifu Mama Samia kwa ile namna anavyoongoza nchi kikweli kweli. Angalia body language yake akizungumza, akiongea, akishawishi. Uongozi ni hikma, ni busara. Uongozi unawajibu watu kama vile unawajibu watu ambao nitakataka sio sahihi. Na hapa, nadhani kuna shida neno urais, ninge shauri na nyinyi waandishi <laughs> naomba mnisupport, rais atakaye tumia herufi kubwa kwenye ara ni mmoja tu, wabaki. Nadhani kuna kiburi, watu wanadhani na wao washakuwa marais wenye dola, aa, marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo.